Jambo, ndugu mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, tuko hapa kwenye kanisa la Eshesan ambapo pamefanyika mkutano mkubwa ambao alikuwa hapa, na niko na kiongozi ambapo kwanza, ningependa jitambulishe ameweze kumfahamu ni nani, na lengo ya mkutano huu ilikuwa ni nini haswa. Bila shaka jambo mzee. Jambo. Kwasio kujua, kwa majina itonani? Uh, kwa majina anaitwa mchungaji Nathan Kinengo niko mchungaji kwa kanisa ya EGSA. Ndio, ndiyo. uh, mchungaji napenda uh, kujua uh, teme ya leo ilikuwa inazungumzia nini haswa? uh, teme ilikuwa mkifaransa ilikuwa nasema que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Yaani lugha zote makabila yote imtangaze Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Yeah. Safi sana. Uh, kuna watu mpaka saa hizi uh, hawaelewi labda wanasema kama uh, mtu ukiomba mkivira au mkifulero uh, sala yako haiwezi kafika. Uh, unalipya kuwambia watu kama walibali. Ndio, nina na jambo la kuambia watu wote ambao wanajikutana wanaomba mkiswahili, haza wanaomba mkibembe, mkifulero, uh, Kinyamulenge, usiwaze uh, usi, usi kwama Mungu akusikia hapana. Mungu anawasikia nyinyi nyote kwa sababu Biblia nasema makabila yote Biblia ikusema tu nitawakoa wa Wafaransa walama watu wa Kiingereza? Hapana, nimesema watu wote, yani kila mtu ambaye anamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hata uko naongea lugha gani, unastahili kumwabudu Bwana na Mungu atakusikia, unatumaini yeah. no, no. kama ujumbe huyu hapa ambao mmeweza kutoa e, kanisani, Wakristo watauchukulia na manani ama watachukulia na nguvu kubwa paske e, pako wenye mpaka aombe tu mfransais e, yani yeye amezoea ya hivyo kuomba hivyo anasema, labda huenda nikiomba kwa Kiswahili kwa sababu Mungu hata nisikia mzuri. Una lipi nalo la kuambia, nina jambo la kuambia kwa nyinyi ambao hamjui, labda hamjui uh, lugha kama vile nyula za asili. Umezoea Kifaransa, umezoea Kiswahili, umezoea Lingala, sio tatizo mm-hmm cha msingi sana ni kuabudu Mungu kwa lugha ambayo unazoea wewe, lugha ambayo unakielewa vizuri. Utakuwa ukisema maneno ambayo unaweza kuexplain wewe peke yako, yani unaweza ku, kuyatafsiria wewe, unaelewa maneno ambayo unayoongea. Yani usijute, usihangaike kusema sema unazoea lugha fulani afu ningesema hapana. Kama unazoea Kifaransa, abudu Bwana mkifaransa; kama unazoea Kiswahili, abudu Bwana mkiswahili, ila usi, usi usineglije usineglige ile lugha yako, Mungu atakusikia kwa sababu Mungu anasikia malugha zote sa, sa. Pastor unafana upo uh, uh, uh, kijana mdogo sana uh, umeanza hii kazi ya utumishi wa Mungu ama ya imani hii uh, umeanza toka mwaka gani? uh, naweza kusema uh, nimeanza kazi ya Mungu bado mchanga sana Ndiye. Na nimeanza tu nimeanzia kwanza kwenye kwaya nimeanza kuimba. Okay. After kuimba Mungu akatunaimisha tunaanza kuongoza wanakwaya. Yeah. Uh, Mungu atakatusaidia, tuna trend sasa, tunakuwa nje ya nchi tunatumika pia gospel. oh, unafanya gospel unafanya ndiye, anafanya gospel kwa nchi ya Burundi, kwa sababu ndio mnaishi Bujumbura, alafu tunaona kwenye redio zetu mnakuja kutangaza mziki wa gospel pale, kwa sababu mimi pia nafanya kazi kwenye radio, uh, Radio Lukula rdi ah, sikuwa sijui kweli pale cha kwa... gospel tusikuwa sijui kama mnaweza kanialika, niko tayari kabisa, niko tayari ila, um, kazi ya uchungaji nimeuanza um, mwezi wa, wa mnane wa mwaka huu, ndio nimeombewa sasa kuwa mchungaji, lakini nilikuwa natumikia Mungu bado tu, nilikuwa nilikuwa natumikia Mungu kwa sababu Mungu ndio yote kwangu mimi yeah. Pastor, watu kuna watu wanasema kama ili uwe uh, mchungaji uh, fasa, yani, uh, ni mpaka uwe naashe uwe mzee, lakini wewe unaona kama vile eh, watu kama wale pale, yani, eh, wana imani kwamba mchungaji mzuri yule mchungaji abida uwe mzee, amna, okay. Kwa sababu ukiangalia hata Yesu, yeah. Yesu alikuwa na miaka kumi na mbili, lakini alikuwa na ubiri watu, wa, wa, wa, watu wakuwa walikuwa wanajua sheria. Yaani, Mungu achagui miaka mtu wala angalie umri ya mtu, lakini anaangalia tu moyo wa mtu, kama tuko tayari anakupaka mafuta. Amepaka mafuta Daudi, alikuwa angali mchanga sana, na Daudi ameingia kwenye ufalme, alikuwa mdogo na jigisi amezeka. Mungu ametunemesha na sisi tuingie katika maisha ya uchungaji tungali wadogo wa na tunajua kama Mungu atatusaidia tutaendelesha kazi. Pasta ni la <laughs> mwisho kwa waamini wote ambao wanakufuata duniani nzima, antuka waamini waamini wote acha, niwaambie kitu uh, usizarau lugha yako ikiwa Kiswahili, ikiwa Kiingereza, sijui lugha gani Spanish, sijui lugha yoyote ile usizarau. Kwa sababu Mungu anasikia malugha zote na atasikia maabudu yako. Ni jambo tu la wewe kutambua kama unapaswa kufanya maabudu ya kweli, na maabudu ya kweli ni ile ambayo inatoka moyoni wa mtu pamoja na Mungu wake yeah. Nikushukuru sana pasta. Nashukuru sana kwenu. Asante <laughs> sana ndugu. Asante. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji, nilikuwa na pasta, umeona uh, kisa ninavyokuambia kwamba uh, kuabudu kwa sio mpaka uabudu mfrancais mamuanglas hapana, Kiswahili inaweza kuwa nipendeza sana zaidi. Nikushukuru sana. Asante.